Jopo la mawakili wanaowatetea watuhumiwa hao wa kesi za uhaini wamemwomba Mkurugenzi wa mashitaka DPP Silvesta Mwakitalu kutekeleza agizo la Rais Samia Suluhu Hassan na kuwaachia watuhumiwa hao wa kesi za uhaini. Mawakili hao wameyasema hayo baada ya kesi hizo kusikilizwa katika makundi matatu na kuahirishwa. Kesi ya kundi la kwanza ni ile inayomkabili Paulina Palanjo na wenzake 25 ambayo imeahirishwa hadi Novemba 25. Kesi nyingine ni ile inayomkabili Jenifa Joven, maarufu Nifa, na wenzake 21 iliyoahirishwa hadi Novemba 25. Pia na nyingine ni kesi ya uhaini na kula njama za uhaini inayowakabili watuhumiwa wengine 38 ambayo nayo imeahirishwa hadi Disemba tatu. Kuahirishwa kwa kesi hizo kumekuja wakati ambapo tayari rais alitoa maagizo mnamo Novemba 14 wakati akilihutubia bunge na kutaka mahakama iwaachie kwa kuangalia uzito wa makosa yao. Akizungumzia kuendelea kushikiliwa kwa watumiwa hao, wakili William Maduhu kutoka chama cha wanasheria Tanganyika TLS amesema sasa na sisi leo tulikuwa na matumaini kwamba baadhi ya watumiwa wangeweza kuachiliwa huru kama sehemu ya utekelezaji wa agizo la, la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini tukashangaa, hapakuwa na taarifa hiyo kwamba labda DPP leo ameachia watu kadhaa. Tunaamini kwamba kwa sababu utekelezaji wa agizo la rais unahitaji uchambuzi. Mashauri hayo yote yalisikilizwa leo kwa njia ya mtandao mbele ya hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki, na huku washitakiwa hao wakiwa hawajafikishwa mahakamani. Na upande wa jamhuri nao ulijitetea kuwa wanaendelea na uchunguzi wa kesi hizo za jinai. Upande wa utetezi uliwakilishwa na mawakili, baadhi yao wakiwa ni Pita Kibatala, Sisti Masawe, William Maduhu na Paul Kisabo. Kadhalika mawakili hao waliibua hoja ya kuongezeka kwa watuhumiwa wengine thelathini na watano katika kundi hilo la watuhumiwa wa uhaini ambao walifikishwa mahakamani Novemba kumi bila upande wa utetezi kujulishwa. Wakili Peter Kibatala ameelezea mwenendo katika kesi hiyo. Ni mamlaka ya DPP kama ambavyo ana mamlaka ya kuwafikisha watuhumiwa mahakamani, pia muda wote ule kesi inapokuwa ina uhai, kabla ya hukumu kusomwa, anaweza kuiambia mahakama kwamba yeye hakusudii tena Eh, kuendelea na shauri hilo tunafahamu, ndo ana mamlaka hayo. Ama wakati hayo ya kijiri kadhalika, jeshi la polisi mkoa wa Geita limethibitisha kumshikilia na kumhoji Dr. Kibaba Furaha mkazi wa Geita ambaye amehusishwa na tuhuma za jinai. Taarifa hiyo ya jeshi la polisi imekuja baada ya kuwepo kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa daktari huyo ambaye pia ni mratibu wa malaria wa mkoa wa Geita ametekwa na watu wasiojulikana. Florence Majani, ADW.